Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo tumevishuhudia huko mtandaoni bwana, mijadala inazidi kuongezeka, kufuatia issue ya Harmonize kutangaza kuachia kolabo na Ibra, msanii ambaye alikuwepo katika record label yake kwa muda mrefu, na yeye ndiye ambaye amemwintrodusi katika industry ya muziki wa Bongo Flava. Lakini at the end of the day ni kwamba wakaja wakatibwana, na kijana akaamua kuondoka katika record label hiyo ya Konde Music Worldwide. Lakini pia inafahamika wazi kwamba kuondoka kwa Ibra bwana, sio kwamba labda ameondoka tu kiroho safi, hapana, ni kwamba Ibra ameondoka kwa mtiti kidogo. Kulikuwa na ugomvi wa hali ya juu, kulikuwa na vuta ni kuvute kati ya Harmonize na Ibra, au management kwa ujumla na msanii huyo Ibra lakini mwisho wa siku, of course, Ibra akapata nafasi ya kuondoka. Sasa baada ya Ibra kuondoka katika record label hiyo ya Konde Music Worldwide, ni jambo ambalo tumekuja kulishuhudia ni kwamba Ibra akaanza kufanya media tour kama kawaida, lakini cha ajabu zaidi ni kwamba Ibra kawa anazungumza vitu vingi sana negativu, yaani vitu vingi sana vibaya kumuhusu Harmonize Konde Boy. Yani ni kwamba Ibra bwana amemzungumzia Harmonize, yani amezungumza maovu mengi sana kumuhusu Harmonize, jambo ambalo of course automatically kama unavyoelewa, lazima lilikuja moja kwa moja kuwakera mashabiki wa Harmonize, yani wale mashabiki kindakindaki wa Harmonize Konde Boy walichukizwa mno na vitu ambavyo Ibra alikuwa anavizungumza kumuhusu msanii wao lakini ukiachana na hayo yote, at the the end of the day ni kwamba eh, kila mtu akawa na move on, anaendelea na mambo yake. Lakini watu walikuwa wameisha note kwamba Harmonize atakuwa amemind Ibra na ukaribu kati yao au ushirikiano kati yao, hivyo ni vitu ambavyo havitokuja kutokea. Lakini cha kushangaza ni kwamba mambo hayajawa hivyo, mambo yamekuwa tofauti kabisa. Kitu ambacho tumeshuhudia ni kwamba Harmonize Konde Boy ameweka wazi kuhusiana na ujio wa kazi mpya ambayo inakuja kati yake yeye na msanii wake huyo Ibra hiyo ni kwamba kuna kolabo inakuja, inakwenda kwa jina la Flying Zone. E bwana, hii ni nyimbo ambayo Harmonize amemshirikisha Ibra, na Harmonize amepromote na kuintroduce moja kwa moja kwa mashabiki zake kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba mnamo siku ya e, Ijumaa ataiachia kazi hiyo rasmi ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ni kwamba Harmonize bwana ametangaza ujio wa kazi hiyo, na wadau mbalimbali huko mitandaoni wamekuja kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na hilo swala. Kwa mfano, nataka hapa nikusomee baadhi ya Eh, page au wadau mbalimbali ikiwemo Abi Kubanga, kama unavyoelewa kwamba Abi Kubanga bwana ni moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Harmonize. Ni mtu ambaye amekuwa akimsupport Harmonize kwa muda mrefu sasa. Kufuatia hiki ambacho kimetokea kuhusiana na ujio wa kolabo kati ya Ibra na msanii huyo wa Harmonize, Abi Kubanga bwana hapa amekuja kuzungumza ya kwake. Nataka hapa nikusomee ujumbe ambao Abi Kubanga ameuandika eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram mara tu baada ya Harmonize kutoa hizo taarifa kwamba kuna kolabo inakuja kati yake na Ibra. Abikubanga ameposti picha na kionjo cha wimbo huo, kisha akaandika kwamba Konde featuring Chinga, akasema peaceful, yani, na, yaani kuna muda Konde namwona ndiyo mfano wa kuigwa kwenye game ya mziki wa Bongo Flavor kuanzia kwenye fitting, eh, za, kuanzia kwenye fitting na fitina za mziki mpaka kwenye lifestyle ya mziki anayoishi. Aiseki ukweli, anapenda sana amani kwa wasanii wenzake. Abikubanga bwana ameandika hivyo kwamba Harmonize bwana ni mfano wa kuigwa kwani anapenda amani kwa wasanii wenzake. Lakini akuishia hapo Abikubanga, kutokana na hiki kitu ambacho amekifanya Harmonize kuintroduce kwamba kuna ngoma mpya inakuja kati yake na Ibra, japokuwa kuna kama ugomvi hivi kwa namna moja au nyingine kati yake yeye na msanii wake huyo wa zamani. Abikubanga kaendelea hapa kusema kwamba hata ukiangalia kwa Alikiba pia vile vile, alikuwa na uwezo wa kumvimbia na kuendesha game lake kama kawaida, lakini kuna kitu anataka kudumisha kwenye safari yake ya muziki. Hicho ndicho ambacho amekizungumza Abikubanga. Anasema kwamba uh, kuna kolabo nyingine ambayo ilikuwa ilikuwa introduced siku kadhaa zilizopita, kati ya Harmonize huyo huyo tena na Ali Kiba, ambapo huko pia kwa upande huo napo, Abikubanga amedai kwamba Harmonize alikuwa na uwezo wa kuendelea tu na harakati zake za muziki, lakini akaona hapana, lazima ashirikiane na Ali Kiba kwa sababu kuna kitu ambacho ameamua kukidumisha katika safari yake ya muziki. Akaendelea hapa Abikubanga kusema kwamba, lakini pia vilevile ana kolabo kubwa zaidi ambayo inakuja hivi karibuni. Angeweza kukuza, angeweza kukaza tu kimya kimya bila kutoa ngoma aliyomshirikisha Ibra, lakini amefanya hivyo kama mfano kwa wengine. lakini pia akaendelea hapa kusema kwamba bwana Konde amekuwa ni mtu wa kujishusha sana kwa ajili tu ya wasanii wenzake, hapendi ugomvi, ingawa kuna watu wanalazimisha bifu na yeye ili kumtoa kwenye reli. All in all, ni kwamba Konde ndiyo kioo cha jamii, kuanzia kwenye mauzui ya nyimbo zake mpaka kwenye lifestyle anayoishi. Uh, lakini pia vilevile vile hapa kuna mdao mwingine Elmando amesema kwamba ebwana, yes, ebwana huu ni ukubwa sasa. Haya ndiyo mambo ambayo tunayoyataka siyo kila kukicha ugomvi tu. Akaendelea kusema kwamba hapa Harmonize ameondoka na alama tatu na magoli matatu. Uh, kuna muda tukubali kwamba shetani yupo, Bas, huu aliyouonyesha Harmonize ni ukubwa. Yes, ndio reaction ya msanii mkubwa, hakuna mambo ya kukunja hapa. Harmonize anatoa somo kubwa sana kwa wasanii wengine, lakini pia kuna vitu ambavyo ukiviona vinaonekana, vinaonekana kwenye game, hata wewe mwenyewe pia unajikuta unatabasamu. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba baada ya Harmonize kutangaza kolabo ambayo inakuja kati yake yeye na Ibra, msanii ambaye anamzungumzia vibaya baada ya kutoka katika record label yake, ni kwamba watu wengi sana kiukuli wamependezwa na ukomavu wa kiakili, yani mental strength ambayo Harmonize ameionyesha eh, kwa msanii wake huyo wa zamani. So it is what it is. Ukiwa kama mdao, nawe pia tuwekee maoni yako bwana, katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.